Karibu Kigamboni, jijini Dar es Salaam, na kukaribisha kwa sababu nataka ni kuonyeshe namna wawekezaji wa Tanzania wanavyofanya mambo makubwa ndani ya ardhi yao, na leo nipo Songoro Marine, kampuni ya kitanzania inayofanya uwekezaji mkubwa kwenye sekta ya uundaji wa vyombo vya majini. Nimekuleta hapa ili uone namna wawekezaji hawa wanavyowekewa mazingira mazuri ya uwekezaji wao chini ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na rais wake Dokta Samia Suluhu Hassan. Nilikwambia nitakuwa hapa Songoro Marine uh, kwenye karakana hii yao ya Dar es Salaam kukuonyesha namna gani ambavyo Watanzania wanaweza kufanya vitu ambavyo Watanzania wengine wanaweza wasiamini ni kitu gani kinafanyika, lakini yote hii haya yanafanyika kutokana na mazingira mazuri ya uwekezaji yaliyowekwa na serikali ya awamu ya sita chini ya Dokta Uh, Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uh, kazi za Songoro Marine katika awamu hii ya sita uh, kwa kweli zimekuwa zikienda vizuri na hii yote inatokana na mazingira ambayo yametengenezwa na awamu ya sita. Tunapotunasema mazingira, ikiwa na maana ni kwamba biashara kama hii ni iweze kwenda, lazima kuna vyombo vinaisimamia biashara hii. Hapa tunawazungumzia watu kama Tasa watu wa custom, serikali uh, husika ya, ya, ya, inayosimamia eneo la Kigamboni. Mazingira yapo sawa, transparency ipo, tunazungumza tunaelekezana. Kuna watu wa mazingira, unapokuwa tumekosea kitu wanatuelekeza sio, transparency ipo na kutokana na mazingira yanakuwa safi kuweza kufanya kazi. Kwa hiyo tunakuwa tunasonga mbele na bila wasiwasi hiyo mwingiliano kati yetu sisi na vyombo vya dola huko sawa. Hapa tunachokifanya kikubwa ni kuchonga vipuri ambavyo vinavyoenda kufanya kazi kwenye meli. Kwa mfano kwenye injini kuna vitu vinahitajika, kwa mfano labda gia na nini, hapa ndo tunapochonga, hatuagizi nje, tunachonga hapa hapa kiwandani kwetu. Masuala ya magia mashafti manini tunafanya hapa. Uwepo wa Songoro Marine umeisaidia kupata kipato ambacho kipato hicho kinawezesha familia yangu na watu wengine wa huko nyumba ambao wananitegemea. Tunapata kurekebisha matatizo yetu na mambo kuwa sawa nyumbani. Napenda kuishukuru serikali kwa kuitengenezea mazingira ya kampuni za wazawa ambazo zinatoa fursa kwa kampuni za ndani na kampuni kutuajiri sisi wafanyakazi ili tuendeleze kujenga taifa. Kama unavyoelewa biashara hii ni mpya katika masikio ya watu. Aa, na hata katika masikio ya viongozi biashara hii pia ilikuwa mpya. Unaposema hii ni shipyard. Kazi ya shipyard nini? Unaposema tunatengeneza meli vyombo vikubwa na vidogo, ni vyombo vya aina gani? Kwa hiyo kipindi cha nyuma hii knowledge haikuwa imekaa katika vichwa vya watu, na hawakuweza kuamini kwamba biashara inafanyika hapa. Mtu anakuja anakuta tumetengeneza meli, anakuuliza hii imetengenezwa kutoka nchi gani, imefikia wapi? Lakini muda unavyozidi kwenda, uelewa unazidi kuwepo, unaelewa na mazingira yanazidi kutengenezwa, yanaimarika. Sio kwamba yalikuwa mbaya, lakini ilikuwa ni fedha ambayo tumejifunza kuelekea pazuri. Lakini sasa katika awamu hii ya, ya sinta uaminifu uh, umekuwa mkubwa zaidi, ikiwa na maana mazingira yamekaa sawa na mambo yamekwenda vizuri. Mtu anaweza akawa anajiuliza kwamba ok Songoro Marine, Songoro Marine, kampuni ya kizawa, kampuni ya wazawa mm. Labda unaweza kutuambia ni projects gani za ndani na za nje ambazo Songoro Marine imewahi kuzipa? Ah. Okay, tunaanza na projects ambazo ni za kiserikali, tunaanza na MV kazi hapa, kazi hapa kazi tu, tunakuja MV Kilindoni i, okay, tunakuja MV Pangani sawasawa, tunakuja MV Mwanza MV Ukara tuliibua sisi na sasa tumeibadilisha, tumemodify. Kazi zote hizo, so tunazostyle viko vivuko vingine kama vinne ambavyo viko kwenye karakana yetu ya Mwanza. Kwa majina yote siwezi kuvikumbuka sasa hivi okay. Lakini kazi zipo na tunazifanya. Kazi za nje tumefanya kazi Uganda, tumetengeneza MV pub ambayo inafanya kazi sasa hivi na tunatengeneza meli nyingine mbili katika Lake Kyoga ambazo sasa hivi ziko kwenye hatua ya mwisho na licha ya hivyo wigo umepanuka zaidi, kwa sababu hata makampuni makubwa ya kimataifa sasa yanatuamini kama Sogea Satom, waliweza kutupa projekti tunazifanya. Kwa hiyo tunaposema nchi imefunguka katika awamu ya sita ni kweli imefunguka, kwa sababu mipaka iko salama, atmosfea ya sisi kumu kutoka sehemu moja kwenda nyingine iko sawa. Uwepo wa bandari unarahisisha mawasiliano baina ya wananchi. Kwa mfano kutoka hapa Mwanza kwenda Ukerewe. E, serikali imewekeza fedha nyingi, imewekeza pia ujenzi wa meli ndani ya ziwa ili kurahisisha mawasiliano ya safari, na hapa tuna bandari mbili, bandari ya kaskazini Mwanza na bandari ya kusini Mwanza, na tuna bandari ya tatu ya Nansio Ukerewe. Unachagiza sana katika ukuaji wa uchumi katika mkoa wa Mwanza. Hizo bandari zikiwepo lazima pia e, ukienda Ukerewe, ukienda na vivuko viwepo, ukienda Ukerewe, ukienda Sengerema na maeneo mengine. Na Mama Samia ametoa fedha shilingi bilioni 28, na vivuko hivyo vitano vinajengwa hapa hapa Mwanza na Songoro Marine na vimeshafika kati ya asilimia sabini hadi asilimia 95. Serikali kwa sasa inajenga meli kubwa sana inaitwa MV Mwanza na tuna spare shilingi bilioni 123 na hadi sasa serikali kupitia ujenzi wa meli hiyo imeshawekeza fedha zaidi ya asilimia arobaini, eh, lakini ujenzi wenyewe umeshafika asilimia tisini na tano. Hivi sasa tunachosubiri ni shehena ya viti vya kisasa, tufunge viti vya kisasa. Meli ya MV Mwanza imeshaanza majaribio, kwa hiyo tutaiona ikitiririka katika mwambao wa ziwa Victoria. Ah, kiukweli jamii tuliotuzunguka ina, inafaidika ina sana na sisi. Kwanza tunatoa ajira hapa yes. Kwa, tuna zaidi ya wafanyakazi 180 kwa sasa. Oh, hapa Dar es Salaam. Hapa Dar es Salaam sasa hivi yard hii hapa ina wafanyakazi zaidi ya 180 ambao sio wafanyakazi tu, ni watu ambao tumewatengeneza kwa muda mrefu. Kuna kazi zimeonekana kama ni kazi za kiume lakini kwa sasa hata wanawake wanafanya. Nani alidhani kazi ya kuchomelea vyuma ingefanywa na mrembo kama huyu? Hawa wanapata nguvu zaidi pale wanapomwangalia rais wao Dokta Samia Suluhu Hassan, aliyevunja utamaduni wa kuwa huenda kazi fulani ni za wanaume peke yao. Songoro Marine imenikuza, kazi imenipa unyuzi na mpaka sasa nimekuwa mfanya kazi. Mimi ni fundi fun welding, kazangu nachomelea. Sisi wanawake tunaofanya kazi, tuno kazi, ni hamasa tuliopata kwa mama yetu kiongozi wetu mchapakazi wetu mama Samia Suluhu Hassan. Kwa maana hiyo, kupitia yeye tumepata nguvu ya kufanya kazi, tunachapa kazi kadri ya uwezo wetu na maisha yanaendelea. Ukiacha ajira, wananchi hapa wananufaika, kwa sababu hii ni taasisi . Hii ni workshop, unanielewa. Kuna shughuli za kijamii zinatokea mitaani, unanielewa. Ujenzi wa shule, ujenzi wa daraja, limeharibika, kuna chombo kimezama huko mara nyingi sisi tunakuwa watu wa kwanza wa kukimbiliwa but..., kwa sababu tunaonekana na ina kazi inayofanya. Uh, mfano sasa hivi likitokea janga lolote katika maji inayozunguka sehemu hii, simu ya kwanza tutapatiwa sisi. mm -hmm, hiyo ni moja kwa moja tunaenda kwenye jamii na huwa tunafanya na bila maswali yoyote, na vilevile uh, kuna ajira ambazo ni direct, mfano kinamama wanaopika vyakula. Ah, watu 180 kuwapatia chakula hapa nakua, kuna vibarua, kuna kazi za siku moja moja, kufanya usafi, tengeneza miundombinu hapa, unakuta ni kazi za muda mfupi, lakini zinampatia mtu mtu kipato ambacho kinamsukuma siku moja au mbili. Baada ya kuzunguka zunguka sana hapa Songoro Marine kwenye karakana hii ya uh, Kigamboni jijini Dar es Salaam, nimekutana na jamaa mmoja anaitwa Deus Mayala. Sasa Deus, uh, unachokiona hapa nyuma yangu ni meli ambayo imeandikwa Azam Koborot. Yeye ndio msimamizi wa uzalishaji wa hii meli, na ninachotaka kufahamu kutoka kwake bwana Deus ni kunielezea uh, ile proses nzima ya meli hii kuanzia mchoro mpaka hapo ilipofika, hivi mnafanyaje? Cha kwanza kabisa huwa kuna kitu inaandaliwa ambayo inaitwa General Arrangement. General Arrangement ni ni aina ya chongo chenyewe ambacho kinatakiwa kujengwa, kinatengenezwa na designer, kisha maweza kutengenezwa na designer, designer kinapelekwa sehemu husika, kinapasishwa and then kinarudi kwetu, kisha rudi kwetu tunafanya mambo ya kuoda material kutokana na idadi ya chombo au ukubwa wa chombo chenyewe. Ukishafika hapa tunaanza kupanga, kupanga vyuma kutokana na mchoro jinsi unavyotaka kuanzia kama chini kama hapa mpaka kufika juu. Kwa mfano leo hapa Bwana Deus, wakati tumesimama hapa akatokea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, wewe utamwambia kitu gani? Akitokea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania cha kwanza kumwambia, sisi Watanzania tunaweza. Tunamshukuru sana rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwajali wakandarasi wa ndani na kuwapa kipaumbele katika project kama hivi. Watu wengi wanaamini ujenzi wa meli wanafanyika kampuni kutoka nje, lakini hapa sasa hivi tunafanya Watanzania wenyewe. Fursa zipo, tuzifanyie kazi na mazingira yapo ya kuzifanyia kazi ambayo imetengeneza serikali hii hapa, na ningependa pia kushauri kufu, kufu, uh, naomba serikali yangu ifungue jicho uh, kwa sababu tunaongelea multi billion dollar industry hapa. Kwenye maji kuna tuarizi, tuna usafirishaji wa watu pamoja na mizigo, mweneelewa lakini ukiangalia msukumo uliopo katika investment za kwenye maji ni wawekezaji wa, wa, wa, wachache sana wanaliangalia hili swara. Na kitu kizuri teknolojia sasa hivi tunayo, tuna uwezo wa kutengeneza hizi meli hapa hapa bila kuangaika, unanielewa. Na sisi tumebahatika kumiliki sehemu kubwa sana ya bahari kutoka Mtwara mpaka Tanga, hiyo ni kost kubwa sana, na kama tukiwekeza kiukweli mm, meli za mizigo kubeba mizigo mikubwa na midogo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kutoka nchi mmoja kwenda nyingine, tutapata revenue ya kutosha, na vilevile sisi kama wazawa ndani ya nchi tunaofanya biashara hizo pia tutapata kazi, tutatengeneza ajira kubwa sana. Tafsiri ya kiona vyaelea ujue vimeundwa inapatikana hapa moja kwa moja kwa vitendo, kwani hiki ndio kinachoundwa kwenye chenyewe, ni meli kubwa ambayo imetengenezwa hapa kampuni ya Songoro Marine, lakini ikimaliza hapa inaenda kuelea baharini na nimekuonyesha vitu vingi sana, na watu wengi sana wamezungumza namna ambavyo Songoro Marini imeweza kuwapatia ajira, lakini wenyewe Songoro pia wameweza kuzungumza namna ambavyo serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Dokta Samia Suluhu Hassan imeweza kuwatengenezea mazingira mazuri ya uwekezaji. Mimi ni nani? Nisikuage kwa sasa, naitwa Nurdin Spesho Kabwanga, mpaka wakati mwingine ambapo nitakuletea vingine vya kwetu.